Salamu sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, nakukaribisha sana katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Tuko katika Juma Takatifu, leo ni Jumatano. Katika siku hii ya Jumatano, inaitwa siku ya utulivu, ya utulivu. Ni siku ya utulivu, maana yake ni siku ambayo Yesu aliketi na wanafunzi wake akawahusia mambo mengi mbalimbali labda mbali. Tuongozwe na Maruko sura ya kumi na tatu, tuone baadhi ya mambo aliongea nao. Mambo mengi sana wainjilisti wote wa nne wameandika, lakini kila mmoja aliandika kwa namna yake, lakini ni mausia Yesu aliyowahusia. Maruko kumi na tatu: hata alipokuwa kiketu akitoka hekaluni, mmoja wa wanafunzi wake walimwambia, Mwalimu, tazama yalivyo ma, mawe haya na majengo haya. Yesu akajibu akamwambia, wayaona majengo haya makubwa? halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika Mlima wa Mizeituni kuelekea hekalu, Petro na Yakobo na Yohana na Andrea walimuuliza kwa faragha, mwambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya wakati hayo yote yatakapo kuwa ya karibu? Kutumia Yesu akaanza kuambia, jihadharini, mtu asiwadanganye. Wata mtu asiwadanganye. Wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye, nao watadanganya wengi. Nanyi mtakaposikia mta habari za vita na uvumi wa vita, zisitishwe; hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme, itakuwa na matetemeko ya nchi mahali mahali, utakuwa na, na njaa. Hayo ndiyo mwanzo wa utungu. Nanyi jihadharini nafsi zenu, maana watawapeleka ninyi mabarazani na katika masinagogi mtapigwa, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili ya, kwa mbele ya wafalme kwa ajili yangu kuwa ushuhuda kwao. Amen. Hapa tunaona Yesu ameketi wa na wanafunzi wake katika mlima wa Mizeituni wao peke yao. Ndipo baadhi yao, Petro, Yakobo, Yohane na Andrea wakamuuliza Yesu kwamba mambo hayo unayosema yatatokea yatakuwa lini, na hasa waliuliza kuhusu kubomolewa kwa hekalu ambako kulitokea miaka sabini baadaye. Akasema hayo mambo yatakuwa lini? maali fulani wanasema lini mwisho wa ulimwengu? Hebu hmm, tuambie. Ndipo Yesu akaanza kuambia mambo mbalimbali mbali. Alianza kuambia Yesu msali tano, akaanza kuwambia, jihadalini, mtu asiwadanganya wengi. Watakuja kwa jina langu wakisema mini ndiye, nawo watadanganya wengi, kwamba tina wakati ambapo udanganyifu ta a mwingi sana katika ulimwengu, lakini msijihadharini sana, maana udanganyifu unakuja mbele yenu upo. Maana yake uzushi utatokea mwingi, mafundisho mengi ya uongo yatatokea, lakini jihadharini, yanakuja hayo, mwe makini. Halafu jambo lingine anawaambia wengi pia watakuja kwa jina langu wakisema mimi ndiye nao watadanganya wengi. Maana yake wengine watakuja wakijifanya wao ndio Yesu Kristo na kudanganya wengi, watawadanganya wengi kwa hmm, hiyo jambo muhimu hapa anawaambia jihadharini, lakini pia anasema nanyi mtakaposikia habari za vita na uvumi wa vita, msitishwe na hayo maana hayo, anasema hayana budi kutukia, lakini ule mwisho wa dunia bado. Kwa hiyo anawaambia kutakuwa na vita na uvumi wa vita, yaani habari kuhusu vita vinavyotaka kupigana na vinavyopigana kama katika nyakati hizi, na vita mahali mahali, anasema hayo yatatokea. ya anasema taifa litaondoka kwenda kupigana taifa lingine alafu na ufalme utapigana na ufalme mwingine, maana yake nchi itaondoka kwenda kupiga nchi nyingine, kama leo Ukraine na Urusi. Urusi alitoka kwake kwenda kumpiga Ukraine. Lakini ufalme kwa ufalme, maana yake wa mapigano ya wao kwa wao, vyama kwa vyama, yaani wao kwa wao. Kwa hiyo kutakuwa na shida hiyo lakini anasema jambo lingine, kutakuwa na matetemeko ya nchi kila mahali e, na yamekuwa yakisikika hayo mara nyingi na kuwaua wengi na kuleta uharibifu mwingi. Halafu anasema kutakuwako na njaa. Njaa hapa maana yake ukosefu wa nafaka, kutakosekana nafaka katika nchi na katika dunia sehemu mbalimbali, kutakuwa hakuna chakula, maana yake hakutakuwa na nafaka ya, ya kupata, ya kutengeneza chakula kama mahindi ama maharagwe hayatapatikana. Hiyo ndiyo njaa. Anasema hayo ndiyo mwanzo wa wakati wa kuja kwangu, yani wakati wa utungu. Maana yake anasema hu, hu, hayo yote anapo mtakapoyaona na kuyasikia, hapo mjue kwamba ndio mwanzo wa wakati wa mwisho kuja. Lakini anasema jihadharini, nafsi zenu, maana watawapeleka mabarazani katika mas, masinagogi, mtapigwa, mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu kuwa ushuhuda kwao. Kwa hiyo kuna wakati mtateswa, anawaambia kuna wakati mtateswa kwa ajili ya jina langu, watawapeleka mbele ya wakubwa kuwa ushuhuda e, kuna wakati kweli walipita katika kipindi kigumu sana. Kanisa la karne ya kwanza lilipita katika kipindi kigumu sana, walipigwa, waliuawa, waliteswa vibaya, na haya alikuwa amewaambia mapema na yalikuja ya kuwatokea katika karne ile ya kwanza. Kitu muhimu hapa lakini anachosema mstari wa kumi na tatu lakini, anasema lakini, mwenye kuvumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Eh, ndiye atakayeokoka. Amesema vitu vingi, lakini nimeruka hapa, lakini anasema mwenye kuvumilia mpaka mwisho, huyo ndiye atakayeokoka, na mambo mengi mengine aliongea nao mda hautoshi kueleza yote lakini, haya kwa ufupi, ndiyo mambo aliyoketi kukaa na kuambia wanafunzi wake. Kawaambia habari za mbali mbali nyingi tu, muda hautoshi kueleza yote lakini, mpaka hapo walau umepata kitu. Nikuombe mpendo wa mtazamaji wangu, siache kuniunga mkono kwa kusubscribe, kugonga pale kengele kwenye YouTube kwenye akaunti yangu. Kwa njia hiyo utakuwa umeniunga mkono. Nikutakie Juma Takatifu jema na uwe na wakati mwema na utulivu mwema. Amen.